Tunataka kusikia mapya katika nyumba za ibada kutuelimisha kutujenga ili tuwe wokovu wa Bwana. Nimeyasema hayo na nimeyaona niyaseme. Ningekaa kimya, nafsi yangu ingeumia, nafsi yangu ingeumia, na nisiumize nafsi kwa kukaa kimya, wakati naona wanakondoo wanaenda kuangamia kwa kondoo mmoja ama wawili ama watatu waliochafuka. Sisi tunaomba sana, tupo tu katika taifa ambalo unaweza kufanya lolote, unaweza kucheka vyovyote. Kuna taifa ukicheka sana, risasi. Wewe unanicheka mimi, unapata nguvu wapi? tu kuna taifa ukila vizuri lizasi kuna taifa mna shea bili, umekaa tu mna shea bili. Hata ujui mwenzako katokaje nyumbani. Lakini Tanzania ndio taifa pekee, umjui na unamuagizia chakula mwenzako. Mwana, umekula ah. Ha umjui kabila lake, dini yake, anafanya ya kazi gani? Emano, mwana umekula mwana, mpe chakula. Tanzania peke yake. Amulizani hata dini. Tanzania peke yake. Eba na mpe tatu hui. Si mnajua mpe tatu hui? Eba na mpe tatu hui, kumjui Mmekutana tu ba Tanzania, ebwana, unaelekea wapi bwana? Sheki langu we, naomba lifti. Tanzania, ebwana, sina nauli lakini nataka niende Korogwe, nyumbani kwenu. Eh, ingia huko Tanzania. Tanzania juzi nilikuwa nacheka naona mwanasiasa fulani wa nchi jirani amekuja na yeye kutetea ujinga ya kwake. Kule yamemshinda, hayawezi hadi yamenyauka, hayawezi hata kidogo. Tunaruhusu waje tena, wanaingia nchini kwetu eti kuja kutetea ya kwetu, na kati ya kwake yamemshinda. Tusiruhusu huo ujinga huo. Hatujawahi kutoka hapa tukaenda kuingilia ya jirani, tena ya kisiasa zaidi. Sisi tunahimiza tu na tuna tu. Ndio maana mpaka leo tuna, tuna sifa katika bara la Afrika. Tanzania ndio nchi pekee inahimiza amani katika mataifa ya Afrika, tuungane tuwe na amani, tujenge nchi zetu. Ni Tanzania pekee. Lakini leo anatoka mtu tu huko, amekuja Unajua mimi unajua mimi nataka uhuru wa serikali ya, ya, ya, nani unajua mimi, we, unajua mimi unajua mimi unajua mimi unajua twatoka mbali twatoka mbali wapi? Nenda kwenu. Haiwezekani tukaruhusu huo ujinga kweli. Tuna uhuru lakini usipitilize. Uhuru wetu ubaki kuwa na kiasi, tusiwe na huruma hivyo tunawaruhusu watu kuvuka mipaka kutetea waasi wanataka anaotokea kwao kule, yaje yatoke na ukule ya kwetu huko, tena wanapata uhuru wa kufika mpaka kwenye vyombo vyetu vya maamuzi. Wanaojiwa unajua unajua, twataka kuwa wamoja, unajua twaachia uhuru siasa. Wee, ya kwako imekushinda. Tusiruhusu upuzi na watu wanauchekea, athari yake ari yake ni mimi na wewe na kizazi chetu. Kwa hiyo niwaombe sana Watanzania, lakini niziombe nyumba za ibada, hebu turudi katika mfumo wa kutuvusha katika dhambi hizi ambazo tuko nazo. Tuombe Mungu sasa atusaidie japo zipungue tunawaamini wanatuombea, tunawaamini na tunapiga magoti kwao, kwamba bila wao hatuwezi. Waendelee kuiombea serikali yetu kama ilivyokuwa mwanzo, pindi ngali tunazaliwa, kulikuwa kuna kipengele cha kuziombea serikali zetu, viongozi wetu wawe na maadili mema, upendo, warudi warudi kwenye kuheshimu mamlaka, warudi kwenye, kwenye kusisitiza amani na utulivu, warudi warudi warudi kwenye majukumu yao ya kiroho. Wasituingize katika nyumba za ibada zikiwa ndio sehemu ya kujadili siasa. Nyumba za ibada ni sehemu takatifu ambazo Mungu amezibariki. Hakuna sehemu kwenye vitabu vyetu vya dini wameweka nyumba za ibada ni sehemu za kuongelea siasa, ni sehemu za kufundisha siasa. Siasa ni mchezo mchafu, nyi wote ni mashahidi, siasa ni mchezo mchafu. Mchezo mchafu hauingizwi kwenye nyumba za ibada, mchezo mchafu unaishia huko. Kama mnaoja, mnaona, mnataka kuishauri serikali, tena tunaishauri kwa unyenyekevu, sio kwa kufoka foka mnashauri kwa unyenyekevu, naandika mashauri yenu, napeleka wakubwa, wanawasikiliza. Mazuri wanabeba, mabaya wanayaacha. Tupo katika taifa moja linaloitwa Tanzania, kamwe halitakatika, bali tutaendelea kuungana, na tutakapoona vitu vya ovyo hatutakaa kimya tukidhani kwamba tunaogopa kwa sababu uko chini ya kivuli fulani. Kwa sababu wewe kuna kivuli nyuma uko nacho ndio uvunje amani ya nchi yetu, tukuangalie tu hivi? Haiwezekani. Mimi leo niko tayari kuondoka nchini, kaacha watoto wangu wapo katika taifa lenye amani, lakini sitakubali nikaangalia hivi, nikakengeuka eti kwa sababu mtu fulani yupo kwenye kivuli fulani basi kiongea akivunja sheria, akidharau mamlaka, alafu tumwangalie tu, tumwangalie tu. Aiwagi hivo, aiwagi hivo kabisa, aiwagi hivo. Lazima ifike mahali nyumba za ibada zibaki kwenye mifumo yake ya kutufundisha neno la Mungu, hofu ya Mungu, sala na mengineyo. Na mengineyo yenyewe yawe yenye kutujenga na kutuunganisha. Sio yawe yenye kututenganisha kwa maslahi ya kwao wenye binafsi. Kuongea kuna kiasi, kuongea kuna mipaka. Angalia mipaka yako. Tuombeane amani, tuombeane uchaguzi mwema. Tuombeane katika kipindi hiki, kila mmoja awe balozi wa mwenzake. Kazi ya kulinda nchi hii sio kazi ya jeshi la polisi peke yake, sio kazi ya serikali peke yake, ni kazi ya sisi Watanzania wote kulinda taifa letu, na tunalinda taifa letu kwa maslahi ya sisi wenyewe. Hakuna aliyekuwa juu ya sheria aliyekuwa juu ya sheria hakuna, na hatatokea aliyekuwa juu ya sheria. Basi tuheshimu mamlaka. Baada ya kusema hayo, niwashukuruni sana waandishi wa habari wote mliokuja katika mtoko wa Pasaka, niwashukuru sana wadau mbalimbali, niwashukuru sana ndugu jamaa na marafiki. Tunaelekea kwenda kufanya faraja ya tasnia, tunaelekea kwenda kufanya shughuli kubwa ya miaka saba ya Mama Ongea na Mwanao. Basi tutakutana tena hapa hapa kuja kuyasema haya ya faraja ya tasnia na miaka saba ya Mama Ongea na Mwanao. Niwashukuru sana kwa kunisikiliza, nanyi leo ni mashahidi, maita hapa kuwashukuru kwa, kwa ajili ya mtoko wa Pasaka na nawashukuru kwa kunisikiliza. Naombeni meseji zetu mzipeleke. Watanzania wamenituma, vijana wamenituma, wazee wamenidodosa kuniambia niseme, wamama wameniambia mama sema na mwanao. Leo nimekuja kusema na watoto wetu waliokuwa mbele yetu. Asanteni sana.